Serikali inatambua umuhimu wa kutoa fursa kwa Watanzania wengi zaidi kupata elimu hususani katika zama hizi za matumizi makubwa ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Kwa kulitambua hilo, Serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeendelea kuboresha elimu yetu katika ngazi zote kuanzia awali mpaka elimu ya vyuo vikuu. Serikali katika kuhakikisha kuwa Watanzania wanapata elimu iliyo bora na kwa usawa na kuondokana na changamoto za michango ya hovyo hovyo, iliamua kufanya maboresho ya kutekeleza sera ya elimu ya msingi bila malipo inayomruhusu kila mtoto wa kitanzania kwenda kuanza elimu. Masomo ya amali sio lele mama, yanahitaji uwekezaji kuliko elimu jumla. Kwa hiyo mmekuwa na ujasiri wa kusema twende kwa hatua hii, kama mwelekeo wa sera anavyoenda. Asanteni sana na hongereni sana. Hii ni ishara nyingine tena kwamba kanisa hili linaungana na serikali katika juhudi za kuleta maendeleo, na hasa katika elimu. Seminari ya Agape imeweka mpango wa kuongeza miundombinu itakayowezesha utoaji bora wa elimu inayoendana na sera mpya ya elimu. Mpango wetu ni kujenga jengo la sakafu tatu kama ambavyo tumeona katika ile video fupi ee, ambapo sakafu ya kwanza ni madarasa manne ya amali ambayo ni computer science, biashara, muziki na kilimo, na sakafu ya pili ni maktaba kubwa ya kisasa, yani digital library, na sakafu ya tatu ni ukumbi kwa matumizi anuai, yani a multi purpose